Kuvaa yale magwanda hakuwatoi wao kuwa wana Babati, wananchi wa kawaida kuona kwamba askari wale ni wenzetu, tuko nao kwenye masuala mbalimbali ya kijamii, sababu usafi ni swala la lazima, sio la hiari. Usalama kwa kifupi hauna shida na kwa muda huu si swala kujadili kwanza. Askari bila wao sisi hatuwezi kuwepo, na sisi bila askari, askari hawezi kuwepo. Kwa hiyo tunategemeana, wao wanatakiwa wafanye ya kwao, na sisi kama wananchi tufanye ya kwetu. Mimi sioni hofu yoyote, naona ni kawaida tu, kwa sababu askari sio kwamba ni adui zetu, ni watu wako, ukiwaona wako wanapita, wanapita kwenye shughuli zao za kikazi. Wao sio watu wabaya, ni watu wazuri sana kama ilivyokuwa mwanzoni, itakuwa ni zoezi endelevu kwa sababu kama ambavyo tunaona sasa mji wetu una, unazidi kupanuka, unakuwa watu wengi ambao ni wageni wanatoka maeneo mbalimbali. Lazima wanapofika hapa wajue utamaduni wetu wa Babati. Utamaduni wetu wa Babati si ni usafi. Kwa hiyo tumeona, tulianzisha tena upya ili zoezi ikiwa sasa ni mwendelezo, kwa tutakuwa tunafanya usafi kila mwisho wa mwezi, kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, mji wa muezi, Babati utafanya usafi na kila mwananchi atafanya usafi lakini kwa kuwa tuliacha kufanya kwa muda kidogo, naona watu walianza kujisahau. Sasa almashauri ya mji wanatakiwa sasa kuanza kutekeleza sheria zao zile za mji za kuzingatia usafi, ambapo kila atakaye husika na uchafu umepeleka uchafu, umetupa uchafu, sheria hiyo iweze kukutana wewe. Kwa hiyo tunahitaji wananchi wote wa mkoa wa Manyara haswa mji wa Babati wazingatie usafi, kwa sababu usafi sio tu kufanya mji huonekane kwamba panaishi watu wenye ustaarabu, lakini pia usafi ni afya. Tunafahamu usafi ni afya na mji ambao ni msafi kila mtu anautamani kwenda kwa. Naomba nitoe rai kwa watu wote ambao mifereji inapita kwenye maeneo yao, aidha nyumba ama maeneo yao ya biashara. Eneo la mfereji ambao liko mbele yako, ni jukumu lako kuhakikisha kwamba liwe safi. Tukilikuta chafu, maana yake ni wewe ndio ulotupa uchafu hapo na hutokuwa na jinsi ya kusema. Kwa hiyo moja, kazi yako nyingine kubwa ni kuwa mlinzi asehemu uliopo ili endelee kuwa safi sababu usafi ni swala la lazima sio la hiari. Tumeona leo sio mara ya kwanza mji wa Babati, hata tukipita kufanya jogging askari huwa mnawaona miezi yote kila siku. Kwa hiyo hata leo kwenye usafi, na wao ni sehemu ya jamii. Kuvaa yale magwanda hakuwatoi wao kuwa wana Babati, ka wamevaa magwanda ni Wanababati, kama ambavyo mmeona watumishi wengine wote ambao wako hapa, Watandi, Tarura, Uh, TFS siju, uh, Tanesco uh, tuko nao hapa na wao pia wanatoka kwenye taasisi za ulinzi, tuko nao hapa wakiwa kama raia. Kwa tutaendelea kufanya usafi hivi na wao, kila inapofika Jumamosi ya mwisho wa mwezi, mtawaona hao wazee wakifanya usafi pamoja na wananchi wenzao. Lakini pia hii inatusaidia sisi wananchi wa kawaida kuona kwamba askari wale ni wenzetu, tuko nao kwenye masuala mbalimbali ya kijamii tutaendelea kuwa nao hivi hivi kama ambavyo tuko nao kila wakati. Tumewaona hata tukifanya sasa hivi e, swala la kuchangia damu, askari huwa tunawaona wanakuja kwenye kuchangia damu. Sasa ajabu nini leo wakija kwenye kufanya usafi? Salama huko vizuri sana. Na kumbuka, nilipata muda na wasaa wa kuteta na nyinyi kwamba tumeendelea kuimarisha usalama katika mkoa kuelekea hii kesho kutwa, kwa sababu tarehe 27 unajua ni kesho kutwa ishirini na tisa ni kesho kutwa. Kwa hiyo tumeendelea kuimarisha usalama, na usalama kwa kifupi hauna shida, na kwa muda huu si swala kujadili, kwa sababu ni jukumu letu, si kama viongozi na serikali, kuhakikisha kwamba maeneo tuliyopo tunayoyasimamia, wananchi wetu wapo katika hali nzuri ya kiusalama. Kwa hiyo tunaendelea kusitiza na kutoa rai kwa Watanzania wote tarehe 29 jitokeze twende tukapige kura. Tarehe 29 ni kesho kutwa, na leo mji wote umeshasafishwa, msafi kabisa. Kwa hiyo tuna imani kesho kutwa wananchi wakitoka kwenda kupiga kura hawatokanyaga mabobo wala makaratasi ya ice cream na vitu vingine, wanatoka wanakuta mji msafi, usalama umeimarishwa, mambo mazuri, wanakwenda wanapiga kura, wanarudi majumbani kwao safi kabisa. Kwa hiyo hapa tumhakikishia usalama wao pamoja na usalama wa afya zao, kwa sababu usafi ni afya kwa sababu tumeanza mazoezi leo, tumekumbushana. Hii inaitwa wake up alarm. Tunaanza leo, mwezi ujao tunafanya usafi. Baada ya hapo, atakayeamua kuchafua kwa makusudi, sasa mgambo wetu halmashauri waanze kufanya kazi na sheria zile zianze kufanya kazi. Lakini hapo mbele, mtawaambia wananchi, kwenye Jumamosi ijayo, tukiangalia hali ya mkoa ilivyokwenda na hali ya Babati ilivyokwenda, kile kiwango cha faini ambacho kime kime kimepangwa muda ule, twendeni tukiangalia sasa hivi, je, kimepitwa na muda ama kinafaa? Sheria zile zimepitwa na muda ama zinafaa? tukishamaliza sasa tuje tuwaambi ili tuanze kuwajibishana. Tunaona wenzetu mikoa ya jirani tu hapa, hakuna mtu anatupa hata bobo barabarani, hata karatasi ya ice cream. Naomba kila mmoja awe mlinzi wa mwenzie kwenye kulinda na kudumisha usafi wa Babati yetu. Mimi naitwa Nasoro Othmani Mwangome, na zoezi hili liwe endelevu, lisiwe tu la siku jumamosi moja alafu liishe natakiwa liwe endelevu kwa sababu ukiangalia hata mazingira yenyewe ya mji wetu wa Babati kwa kweli sio rafiki. Mazingira ni machafu mno. Mji kihusu suala la usafi, mji hauridhishi. Ukweli ndio huo, sio kama zamani. Sasa hivi mji ni mchafu mno. Natakiwa jitihada hizi ziongezeke, sio ziishie zi hapa leo tu. Natakiwa zoezi hili liwe endelevu, ikiwezekana kama kila baada ya wiki au, au, kila, au kila baada ya mwisho wa mwezi. Mazingira huko mitani tunamoishi, mazingira sio salama nini ni tatizo? wananchi hawana elimu? Nafikiri unajua ah, nafikiri elimu wanaweza wakawa nayo lakini ule uthubutu ni changamoto, hilo ndio tatizo. Kwanza askari, bila wao sisi hatuwezi kuwepo, na sisi bila askari, askari hawezi kuwepo. Kwa hiyo tunategemea na wao, wanatakiwa wafanye ya kwao kwa, na sisi kama wananchi tufanye ya kwetu. Amani ndio kitu cha msingi, tujitahidi kwa kweli kulinda amani yetu. Hilo ndio jambo sahihi kabisa yani. Hakuna kitu kingine. E, jina langu mimi naitwa Agustino Mrindwa. Tunafanya usafi ili tuweke mazingira yetu yawe, yawe katika hali ya usafi yawe salama yani. Na pia namshukuru viongozi wetu wanatuhamasisha sisi hata wafanyabiashara huku kwamba tufanye biashara katika ma, mazingira yaliyo katika hali ya usafi. Hapana, mimi sioni hofu yoyote, naona ni kawaida tu, kwa sababu askari sio kwamba ni adui zetu, ni watu wako, ukiwaona wako wanapita, wanapita kwenye shughuli zao za kikazi wao. Sio watu wabaya, ni watu wazuri sana.